Kitu cha kwanza haleluya, hakika namshukuru Mungu kwa kibali ametupatia asubuhi ya leo kuonana tena mahali hapa, hakika ni kwa neema yake Bwana. Yesu asifiwe! Uliyeingia mahali hapa, mshukuru Mungu kwa nafasi amekupatia hii ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe! Ikiwa ni Sabato ameifanya ili tukuje tukumwabudu. Bwana Yesu asifiwe! Nani, sitakuwa mrefu wa kuongea, tuamini ni kwa ajili ya mafundisho. Kwa baba yangu liye juu mbinguni <coughs> liyeziumba mbingu na nchi, ina kila sababu ya kuninua na kulitukuza jina lako. Hakika Mungu unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili kuheshimiwa baba yangu, mmetusanya tena mahali hapa baba yangu. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya nafasi hii umefika ni wakati huu Bwana, tunaenda kufundishana. Naomba Mungu kuachilia kibali chako katikati kati yetu masie kapata kunena na nasi Bwana, ukatufunza jinsi wewe upendavyo. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu, ibada hii yote iko mikononi mwako. Bwana, ukatuongoza ukatutie nguvu, ukatupe kibali Bwana kutuonekania sawa sana mapenzi yako Baba, ani kwa jina na kwa Yesu Kristo ni mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunafundishana kuhusu kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote wa unapojifundisha kuwa mwaminifu, kila unapoenda hakika unapata kibali, maana Mungu naye mfanyia uaminifu anakuona. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda mahali watu hawakujui, lakini kwa sababu wewe ni mwaminifu mbele za Mungu, kile kibali kimejidhihirisha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila wakati tujitahidi sana kuwa waaminifu mbele za Mungu na hata mbele za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakoa kwamba waongo hawotauona ufalme wa mbinguni. Tujitahidi kuwa waaminifu ili tukamuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika baraka zetu ni lazima tukae waaminifu ndiposa Mungu akatubariki. Mungu si bariki mtu ambaye ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Na bariki mtu hajadieka wazi O oh, nie mahali hapa, jitahidi kuwa muwazi na mwaminifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata hata watoto tukiwa waaminifu kwa wazazi wetu, wale wazazi wanatupenda sana, na huu uaminifu tunapofanya kwa wazazi tukufanya na kwa Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojitahidi kuwa waaminifu hakika, tunapata baraka, ikiwa ni kwa wazazi, wale wazazi wanatuabiria baraka, na kwa Mungu pia tuko waaminifu, Mungu naye anaachilia baraka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bali popote kunahitajika uaminifu, hata katika hiyo familia umezaliwa nani, ukiwa mwaminifu utaona wanapata kibali zaidi ya wale wenzako wote. Bwana Yesu asifiwe yeah. Hivyo hivyo pia kwa mungu wote, ukiwa mwaminifu unapata kibali, hata kama kuna mitego imetekewa, lakini kwa sababu ya ule uaminifu wa wako Mungu anakuabuchia zote. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama watoto inatufaa ina sana tukuwa waaminifu kwa wazazi wetu. Kuna teenagers, kuna vijana, tujitahidi kuwa waaminifu Mzazi anaweza kukujaribu tu na kitu kidogo, kuangalia uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Anapokuona umebeba uongo mwingi, hata kile kitu anataka kukutendea haezi kukutendea. Na ikiwa mzazi hata kutendea hicho, na kwa Mungu si ni zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila wakati tujitahidi kuwa waaminifu na pia tutangaze msimamo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine tunamwambia Mungu, hata shida itokee, mimi Mungu sitakuacha inakuja jaribu, inakuumiza moyo, nasema Mungu gani ninayemwabudu, mbona ameruhusu hii? Na umesoma ya kwamba hautamuacha hata katika wakati wa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukawe na msimamo. Ikiwa umeweka msimamo ya kuwa Mungu, nitakutukuza katika hali yoyote, basi hata wakati wa hali ngumu endelea kumtukuza Mungu. Wakati hao mambo nayaona ni magumu, takaza msimamo ya kuwa ni wewe Mungu nimetukeukia, hakuna mahali pengine nitakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kao kama kijana umejiambia katika nafsi yako sitaki tena kuchezea, hata mambo yawe magumu, siwezi tumia mwili wangu ili nipate kitu ninahitaji. Wakati mwingine mambo yanakuwa magumu, unajua unajiweka lezi lezi wewe kama kijana ili usaidike katika ile shinda, haifai hizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa umesema nasubiri wakati wa Mungu, basi jitahidi kusubiri wakati wa Mungu. Hicho kitu unachokiomba usikiende kwa haraka, subiri wakati wa Mungu wa kwa, akubariki kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujitahidi sana kuwa waaminifu. Wazazi pia hata katika familia pia hivyo hivyo inafaa tuwe waaminifu, katika hizi kazi pia inafaa tuwe waaminifu. Bwana Yesu asifiwe, kitu ni kudumisha uaminifu, naye Mungu atakuwa katikati yetu, maana pia sisi wenyewe nasi tumejiweka wakaminifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe watoto wadogo, mzazi wako anaweza kukutuma, amekupatia pesa kubwa, anajua kabisa ni pesa ngapi itabaki mahali pale. Haezi kupanga kama kuna pesa itabaki katika hicho kitu nimekutuma, anakuacha kuangalia. Umeenda, anasema mamangu hajui vitu vimeshuka bei, unachukua pesa unaweka mfukoni, hakuulizi. Siku hiyo hiyo anatulia, anatulia. Siku ingine atakuuliza, nilikutuma dukani chenji kwako? Oh, ishafanya mambo yako, ukisema ya kwamba mzazi hajui. Bwana Yesu asifiwe na yule mzazi akigundua unafiki, unafikiria atakuchukulia aje? Hata kama kuna kitu kikubwa alikuwa umemuomba amekwambia nitakufanyia, hatafanya kwa sababu umeharibu wewe mwenyewe na uongo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo katika mashule pia, nyinyi tinagers na Sunday school mjitahidi kuwa waaminifu kwa walimu na kwa wazazi pia. Kili kitu, kitu umetumwa na mzazi umwambie mwalimu, fikisha hiyo riporti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umetumwa na mwalimu ufikishie mzazi reporti fikisha hiyo report, usiongeze wala usipunguze lolote. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kwa Mungu, tujitahidi kuwa waaminifu sana, na sisi tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu sana, nakaribisha waimbaji.